Mange Kimambi amemlipua vibaya mno mmiliki wa shirika la habari la Zamaradi TV. Sasa kabla sijaongea kile ambacho ameweza kukisema mwanadada huyu Mange Kimambi, pengine ni muhimu kafahamu haya. Zamaradi TV ni TV kubwa ambayo inajihusisha na uchakataji wa habari mbalimbali kupitia mitandao yake ya kijamii, yani digital Platform zote, Instagram, TikTok, Facebook. YouTube. Lakini yenyewe naweza nikasema kwamba imefika extra to the maximum. Kwa sababu ni moja kati ya Digital TV ambayo pia inapatikana hata kupitia Azam TV channel namba 413. Sasa channel hii iko chini ya mkurugenzi mtendaji wa shirika la habari ambaye anajulikana kama Zamaradi. Sasa huyu mwanadada, historical background yake ni ndefu kidogo mpaka kufikia hapa alipofikia. Ina maana naweza nikasema kwa ujumla ukipitia katika mtandao wake wa Instagram kuna, kuna picha ambayo ameipost ame ameshikilia kamera, alafu akaandika kwamba asante kwa kubadilisha maisha yangu hapa nilipo, ni wewe, kupitia Mungu umenifanya niwe hapa nilipo sasa. Kupitia hiyo picha imeweza kudhihirisha kwamba kupitia hizi issue za habari ama kupitia umiliki wa chaneli yake Zamaradi TV imembadilishia maisha yake kwa kiasi kikubwa sana. Sasa ameweza kulipuliwa vibaya mno na mwanadada Mange Kimambi. Ngoja nikupe info kuhusiana hili hapa swala kwa undani kabisa. Mimi naitwa Daud Alexander Scott Rizzi, hii hapa ni Blue House Dax Media. Mange Kimambi amwanika vibaya mno mmiliki wa shirika la habari za Zamaradi TV ambalo Chaneli yake pia inapatikana Azam TV. Sasa kupitia mtandao wake wa Instagram, mwanadada huyu Mange Kimambi ambaye anajiita dada wa taifa. Yeye mwenyewe sasa ameweza kupost ujumbe mrefu ambaye amelipua ukweli wote kuhusiana na mmiliki wa shirika hili la habari Zamaradi na kuongea mambo mengi kuhusiana na ukatili wa Zamaradi ambao anaofanya kwa waajiriwa wake, yani alioajiri kwamba hawalipi mishahara na vitu kama hivyo. Sasa ngoja nikusomee kile ambacho ameweza kukilipua Mange Kimambi kupitia peji yake ya Instagram. Alianza kwa kuandika hivi, mimi nanukuu. Zamaradi, ndugu yangu, please lipa wafanyakazi wako mishahara, wananilalamikia mno tokea Januari 25, hujawalipa na hawaoni hata dalili za kupokea mshahara. Zamaradi, wewe ni mtangazaji mzuri wa redio ungejikita huko. Hii ya kuwa owner wa tv ilikuwa bado sana, na kama kweli ulidhamiria kuwa na tv yako ungeingia ubia na mtu mzito mwenye pesa ya investment kama ilivyokuwa Diamond Platnumz na Alikiba. Hawa wawili walitumia akili ya kuwa na shea ndogo kwenye kampuni na matajiri wenye pesa kuwa na shea kubwa theni wao wanauza sura mtaani. Sasa wewe ukadhani ni kitu rahisi ukaingia mwenyewe mzima mzima. TV au radio sio biashara ya kuanzisha kiraisi rahisi tu, maana competition ni kubwa mno na investment inayotakiwa pia iwe ni kubwa mno. Ona sasa unatesa watoto za watu, maana huwalipi, wanakuja kazini kuuza sura tu. Anyways, point is, walipe mishahara watoto za watu alafu wanalamiki wanalalamika, kwa uoga maana wanamogopa mume wako, wanasema ni mbabe kinoma, hachelewi kutoa risasi, mpaka wanaogopa kudai mshahara face to face. Jamani mafollowers wa Zamaradi, embu mwambieni atende haki, sio sawa kufanyisha watu kazi bure, utasema anafanya slavery. Yule mdogo wake wa baba mmoja na mama mmoja, hukumlipa mshahara mpaka siku mimi nimeposti kuwa anamfanyia mdogo wake kazi bure ndio ukamlipa. Wafanyakazi wake wanalalamika kuwa huu ni mwezi wa Ramadhani na hata hela ya iftari hawana ila Zamaradi na mume wake ambao ni Waislamu wala hawajali hata wafanyakazi wao wanafuturu vipi, na Idi ndo hiyo inakuja. Hiyo ndo posti ambayo ameweza kuposti mwanadada huyu Mange Kimambi kupitia peji yake ya Instagram, niliona ileweza kupata reaction na comment kibao kutoka kwa watu mbalimbali. Ngoja tukusome baadhi ya comment za wadau. Karima Story aliweza kuandika kumekucha, alafu akatuma na emoji nyingi za kucheka. wakati huo kuna huyu hapa anaitwa Kibembe TZ aliweza kusema kwamba Sister Mange, mi ni mmoja kati ya wafanyakazi unaowazungumzia, lakini kiukweli sijawahi kumwona kuwa na shida na kuwa na shida na malipo kwa wafanyakazi wake. Kuna wafanyakazi wanalipiwa mpaka kodi za nyumba na nje ya mishahara yao. Tukikaa kusema tuhesabiane matatizo ya ofisini, ya ofisini mwetu basi hatuwezi kufika. Changamoto zipo kila ofisi, zama. Hana baya huo kwa muda nilioishi naye nimeshuhudia mema zaidi kuliko mabaya wanayomzungumzia wanayom, hivyo ndivyo alivyoweza kuandika... kijana huyu anaitwa Kimbembe TZ, lakini pia komenti yake, ambapo baada ya kukomenti hivyo huyu jamaa, nimeona kuna wadau wakaanza kuriplai hiyo komenti yake. Mmoja anaitwa Mariam akaweza kusema kwamba nawe, tuliza bol kama unalipia wewe na one time, shukuru Mungu na wengine he, au unajua kuwa bosi Kamlipa fulani na fulani, tulia kijana. Wasiolipwa ndio wamekitoa wametoa malalamiko, we kama umelipwa mshahara wako alhamdulillah. Akaanza comment hivyo. Mwingine akaanza kusema kwamba huyu ni chawa wake. Watu sio wajinga bro. Afu akamaliza hivyo. Mwingine akaanza kusema kwamba kwani wewe ndio una sign payroll ya watumishi wote? Acha kujibu. As long as mshahara ni personal issue na mwajiri wake, unless ufunguke kuwa wewe ni signatory wa salary payroll ya kampuni hiyo. Mwingine akaweza kumwambia kwamba huyu anaitwa Cap Trends. Yeye akaweza kusema kwamba, au wewe ndio mlalamishi mkuu huko, unajiosha tu. Mwingine akaweza kusema kwamba pumbavu kabisa, mwanaume unakuwa chawa au anakunyandua, kwamba unataka kusema hao watu wameamua kumchafua tu, unataka kuwafanya hao watu wajielewe. Punguani kama nyie, bora ukae kimya tu kama wewe unalipiwa hadi kodi sio wote. Next time jifunze kukaa kimya maswala yanayohusu wengi, as long as hayuhusiani na payroll. Mwingine anaweza kusema kwamba wewe ni kimbembe, kwamba hivi unakurupuka tu aje kuripoti Mange habari kaa hiyo, ili afaidike nini, alipe watu ni mishahara, sio haya, katumikisha watu bila malipo. Mwingine akaweza kukoment kwamba Zamaradi nasikia ni Mhutu, yani mtu kutoka huko ndo <laughs> habari ambazo zimeanza kutrend sana kupitia mtandao wa kijamii, ambapo limezungumziwa sana kwa kina kuhusiana hichi ambacho kinaendelea kati ya Zamaradi TV na wafanyakazi wake. Hivi mnajua, kuna watu wamechukulia wa wa very serious ile ile as post yangu um, ya jana eh? Th that I said acheni kubuli watu ambao hawana makalio ai, yaani watu wanajigea kabisa. Hey, kweli dada Mange, hata mimi bora tu nikafanya hiyo surgery because napata shida huku mtaani. Hata mimi bofu yangu sukaniacha kusababia msichana na na makalio, bora tu na mimi nee mi i'm joking i'm joking jamani em do not be discouraged. please pleas pleas please. me am joking yani i'm happy iwill never ever ever ever get surgery iwill always be proud always always be proud yani no siini non iso siopigozanm kabisa yani mimi i'm what i'm happy